Na mawe? Naona kwenye kasi watelesa. Haya ndiyo matunda ya kile mulichokibeza, na nakusema haki hasa Dokta Mwinyi, uongozi kana uweza, ni kweli, mana zamani tukija hapa tataka vitu vetu, mara utuambie umeme ni ndogo, mara ushakunguzia mashine, mara unleta shoti. Ila alhamdulillahi kama ni hivyo, nakuomba tufike kwenye uzinduzi bale verde ka uzinduzi wa nini, tarehe mosi ya mwezi wa kumi kuanzia saa mbili asubuhi utakuwa na uzinduzi wa mradi wa maboresho ya mfumo wa umeme Zanzibar, sawa. Ila miyo kuboresha umeme bado sijafahamu. Zamani tulikuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa umeme mdogo, kama ulivyo tangulia kusema, ku ulikuwa ukizima ovyo, ukileta shoti, mara uguze mashine lakini sasa hizi buheri wafanye kazi zetu vizuri, na kupitia maboresho haya changamoto hizi zote zishaondoka. Sasa nimeamini kuwa Dokta Mwinyi mraisi wa kidigitali sasa. Basi wa wale wote ambao kuwa hawatabahatika kufika kwenye uzinduzi huu, wasisite kusikiliza na kuangalia vyombo vya habari vitakavyorusha moja kwa moja kwa sababu Mgeni rasmi ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dkt. Hussein Ali Mwinyi. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar kwa kushirikiana na na Nova Face.